Jua wa sal wanasema kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Tukisonga mbele na taarifa nyingine, kwamba gari la polisi lililokuwa likiendeshwa kwa kasi liligongana na pikipiki piki na kumuua mwendeshaji bodaboda hiyo hapo hapo katika eneo la Kasoiyo kwenye barabara ya Kabarnet kwenda Marigat. Ajali hiyo ya asubuhi ilitokea wakati ambapo dereva wa gari hilo alishindwa kudhibiti usukani. Kamanda wa polisi kaunti ya Baringo Julius Kirago alisema kuwa uchunguzi kuhusu ajali hiyo umeanzishwa. Serikali ifuatilie hii maneno kwa, kwa, kwa undani, ili haki itendeke. Yule ambaye alihusika kwa mambo haya aweze kuchukuliwa hatua ile inafaa, kwa sababu so, hii ni mambo ambayo maisha hawezi rudi, hawezi rudi vile ilikuwa. Hii kigari yetu ya ya ya ya, ya, ya serikali ilikonga kijana akiwa kwa mkono yake, so hata hakuna kusema maneno mengi, ukweli inaonekana na si mara ya kwanza. It has been so, imekuwa mara mingi sana. So bomba langu ni kwamba hizi magari ya serikali GK hata na za county government siweze kwenda kwa utaratibu. Instead of the police vehicle staying on the scene it was driven away from the scene covering some. It means that there was an ulterior motive. It's quite unfortunate. Tunajua hakuna pole ambaye inaweza rudisha uhai wa huyo kijana ambaye tumeweza kupoteza. Ni kijana mdogo ambaye najua, nina hakika hapo na familia yake kidogo, ambayo wanamtegemea, na hata sahii labda walikuwa na ngojea kuja lete unga ndio waweze kupata mkata wake wa ranchi, e, wa lunch. So, kwa niaba ya police service nasema pole sana, na niseme kwamba uchunguzi utafanyika, uta, uta bila inatakikana.